Na, mtazamaji namtazamaji wa Stein TV nikwambie karibu sana. Aa, lakini taarifa ni zile zile za kimichezo baari ya eneo tofauti, hapa ni katika eneo la Rwamishenye kwa ajili ya kuweza kuzungumzia masuala ya kisoka ambayo yalikuwa inaendelea katika uwanja wa Kitaba kuhusiana na ligi ya Stein Mkali wa kitaa mbayo lidhaminiwa ama kupewa nguvu kubwa na Stein Media ambayo tumemwona bingwa ni Amgembe. Hapa ninao wadau wa soka pia, aa, tuweze kuzungumzia masuala mazima ya kisoka kama jinsi unavyoona hapa kijiweni. Brother, sogea hapa tuzungumze kidogo. Uh, sugia huyu uh, ni brother wa kwanza kama unavyoona na ni shabiki pia wa uh, mpira wa miguu lakini pia timu yao la Mishenye ilikuwa nawakilisha. Ngoja nizungumze naye. Brother mambo vipi? Safi. Uh, unaitwa nani, majina yako? Majina yanaitwa Onesfort Sfori. Nani? Onesfori, Tresfori. Uh, one Ah, uh, one yeah. Wewe uh, ni uh, mwana wa Rwamishenye lakini pia kuna ligi ya Stein ambayo ilikuwa inaendelea. Iknaendelea yn yani, uh, ilidhaminiwa na Stein Media. Sasa ligi hiyo naizungumziaje? Ilikuwa inafanyika pale Kaitaba nadhani kama ulisikia. Ndio, nilisikia. Unaizungumziaje uh, ligi hiyo hiyo uh, ligi inavyoonekana ilipendeza mm. na um, ushindani ulikuwa mkali kidogo, ingawa sikufuatilia sana, sikuwepo mm. lakini kwa story ninavyosikia ilienda vizuri sana. Hiyo ah, ligi ilikuwa inajumuisha kata kumi na sita yani kata kumi na nne kutokea Bukoba mjini, kata mbili kutokea Bukoba vijijini. Sasa ah, unazungumzaje, vijana ambao, ah, ni fursa pia kwa vijana? Unajua mpira ni ajira brother. Uh, vijana kitu gani nawashauri? Ah, mimi ninachoona na, kwanza mpira ni fursa kwa vijana lakini pia ni, ni burudani kwa jamii. Lakini pia kitu kingine, mpira ni hmm, inaleta afya okay. Kwa vijana ndio unapokuwa unafanya uh, michezo kidogo afya inamarika, tofauti na yule ambaye anakuwa ametulia tu. Uandaji uh, brother Stein media unawazungumziaje kwanza? Maana ni uh, jambo la like, kihistoria, kujumuisha uh, na kata kutokea Bukoba vijijini. unawazungumziaje wa waandaaje labda wandaji, mi nadhani waliandaa vizuri na mambo yalipendeza, lakini pia ninashauri pia wazidi kuimarisha, washirikishe timu mbalimbali pengine hata nje ya mji wa huu wa uwa, Bukoba na wilaya nyingine zaidi na zaidi, wazidi kushirikisha watu mbalimbali mbali, ili kuimarisha soka na viwango vya mpira vizidi kupanda zaidi na, na pia kuna vijana wengine ambao wanajua mechi vizuri, lakini pengine wanakuwa wapate taarifa kama kuna mechi inachezwa mm. Kwa hiyo ni bora ikiwa na wanashirikisha michezo hiyo watu wao wanashirikisha, na wana taarifa zinatolewa, pengine hata kama kuna uwezekano wa matangazo ya pita. Matangazo yalipita sana barabarani mm. Sawa, ndiyo yanipita, mm. Lakini pia watangaza kwenye redio TV, tumetangaza na redio zimetangaza ndio. <laughs> <laughs> <laughs> jambo jema pia. Mimi naona na vijana wengine wazidi kutafutwa, na pengine waelezewe kwamba kuna fursa fulani kwenye mechi, labda mechi wakishinda kama mm. kuna ushindi fulani mtu anapata kitu fulani, maana naona kuna vijana wengi humu mtaani wanapiga soka lakini hawafiki kwa sababu pengine hawajajua faida zaidi. Mimi najua kwamba wakimalisha namna ya kuwaelezea na faida zake, pengine vijana wengi watajihusisha kwenye hii masuala ya soka. Eh, bana asante sana sana brother. Asante sana pia. Naam, huyu ni uh, shabiki ameweza kuzungumzia kwa kina zaidi lakini pia eh, wapo mashabiki bado ambao wanazidi kuzungumza nao kuhusiana na tathmini zao kuhusiana na ligi ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja wa Kaichaba. Bana, mambo vipi? Fresh. Unaitwa nani, majina yako? Mbasha. Eh, bana Mbashi, naona umepigia hauzi wa wananchi. Ah, uh, tuachane na wananchi. Sasa hivi tu katika tathmini ya ligi ambayo uh, imetamatika tarehe tano na ilianza tarehe kumi na saba Ligi ya Stein Mkali wa kitaa iliyodhaminiwa na Stein Media. Uh, unazungumziaje uandaaji lakini pia ligi kiujumla, unazungumziaje wewe kama mdau wa soka? Uandaaji uh, ni mzuri kwa sababu unatupa sisi hata sisi vijana unatupa vipaji mm, tunaonyesha vipaji lakini kuna wengine ambao hatujashiriki hiyo michezo mm, lakini hiyo ligi mimi nacho washauri hawa jam, jamaa hmm. waweka hata sisi mabodaboda mabodaboda pia lakini. Na nyie mlicheza, ilikuwa e, mabodaboda kombaini? Ah, unamaanisha, hey, ligi ya, ya mabodaboda kwa ujumla eh hey. Lakini sasa na sisi tujumuishe eh, humo na sisi mm, si tu, mm. si tuonyeshe vipaji vyetu kule Kaitaba, maana tunakuwa mashindano tunaenda viwanja vingine tofauti na huko lakini mm. uh, hii ligi ilikuwa ni ligi ya kata zote na Rwamishenye ilikuwemo. Labda kama una kipaji Rwamishenye watakuona tu <laughs> sawa, so, hilo limefika kwa dhamini uh, umesema ligi ya mbodaboda pia eh. Unatamani iwe katika mfumo gani? kama walivyopanga huu mfumo mm. wakishaitisha kwamba moja mbili, na sisi tunajiweka sawa, kwa sababu vipaji tunavyo mm. kandanda tunaitaka, maboda boda. Unadhani boda boda wenyewe simko lwami, unadhani boda, eh, boda, eh. boda boda, uh, eh. boda boda gani ambayo mnaweza mkakutana naye mkampiga nyingi sana salamu zimfikie uh, Timu zipo nyingi, hata magereji wana timu zao. Nimesema wewe siluami eh, timu yano ya mabodaboda eh, si unajiamini timu yako eh? Sasa timu gani ambayo unaweza ukasema mimi nikikutana nayo naifunga na imudu vizuri mno ya ah, mabodaboda kutokea wapi? Tunataka hata nje, kama Kimondo yeah, mnaamudu vizuri eh. Tunataka huko waje <laughs> lakini hawa hawa umu umu ah, hamna umu. Wakisha tujumuisha na hawa jamaa wakatutanisha nao artist wakaandaa sitakuwa vizuri kwa sababu hiyo ligi mii nilisikia walikuwa mm, kaitaba nasikia, sijui nanilii wapi, Kagondo Kagondo na hey, Kagondo na Amgembe fainali pata hey, hizo taarifa e bana. Asante sana e, nashukuru sana nam, ninaye mdau mwingine wa soka hapa niweze kuzungumza naye aweze kutuambia kitu gani ambacho akili hapa, ni katika uwanja wa Kitaba. Tuangalie kamera kidogo. Mambo vipi? Mimi sikuepo bwana. Sawa, najua ukuwepo, tuzungumze, uchangie maoni yako wewe kama mdau wa soka. Mambo vipi, shwari? unaitwa nani? Simba Simba, eh. Simba eh, ligi zote mechi zote ambazo zilichezwa kat eh, katika ligi ya Stein mkali wa Kitaa. Tathmini yako ni ipi? Unawazungumziaje uandaaji ya wa mashindano kama ukuepo uwanjani lakini mashindano haya yalikuwa na jumuisha kata 16. Kitu ambacho hakijawahi kutokea mimi sikuweza kufuatilia mashindano ya raundi ila nilifuatilia ala aliopigwa Amani pale hmm. Niliona hawa jamaa wako vizuri sana kwenye michezo wanaibua vipaji vya vijana sana. Ah, kitu gani labda wakiongeze hao jamaa ah, ambao ni Stein media? Nadhani kuzidi kukuza tu ligi na, kuwa, na kuwapa hamasa vijana wazidi kupambana. Ah, pia ah, unazungumziaji vijana ambao wanazipata hizi fursa mara kwa mara. Unajua mpira sasa hivi ni ajira. E, ni kweli natakiwa wajitume kwa kupitia hii nani hamasa hii ya Stein ni mkali wa kitaa hii itaibua vipaji vyao. E bana brother, shukran sana asante sana. Na, mtazamaji wa Stein TV uh, bado mahojiano yanaendelea katika uh, sehemu moja inaitwa Rwamishenye ambayo inapatikana kati ya uh, kati kati, kati ya wilaya wa Stein TV bado tunazidi kuzungumza na mashabiki kutokea hapa uh, katika kata ya Rwamishenye ambao pia walikuwa ni miongoni wa uh, washiriki wa ligi ya Stein mkali wa kitaa. Ni shabiki lakini pia uh, ni mchezaji pia niweze kuzungumza naye. Mambo vipi? Safi tu. Majina yako unaitwa nani? Nani? David Damian. Tuongeze sauti kidogo nani? David Damian. David. David uh, wewe ni uh, mchezaji lakini pia wewe ni shabiki wa mpira uh, kuna ligi ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja wa Kitaba. Unizungumzaje hiyo ligi kiujumla? uh, kiujumla kidogo ilikuwa vizuri mm. Kwa sababu ukiangalia timu mbalimbali zilikuwa zimeperform lakini kutokana na ubora uliokuwepo mm. timu nyingine zilitoka, nyingine zikabaki. Kwa hiyo yani, hata tukiendelea hivi hizo ligi zinavyozidi kuendelea hivyo, nakubali yani, tutakuja tukuze vipaji Umbu Bukoba kwa sababu ukiangalia timu kama Amgembe watu walikuwa wategeme kama ndio ila, yani cha kustabilisha ndio unaweza kuchukua kombe ah. Unazungumziaje labda waandaaji wa mashindano haya katika msimu ambao uh, umepita, kitu gani msimu unaokuja wakirekebishe na kitu gani akikuwa sawa, ili waandaaji wakienda tena ambao ni Stein Media iwe bora zaidi ligi yetu kiujumla? Sio kama nilifuatilia sana Aa, kwa mapungufu ambayo labda uliyaona Yapo mapungufu mpungufu baadhi, lakini kutokana na hayo mapungufu, nafikiri viongozi washayaona mm. siwezi kuyataja so, hadharani, ila nafikiri viongozi washayaona, watajirekebisha kupitia hayo mazingira, na wazungumzaji wa ndaaji kutoa fursa kwa vijana, kwani mpira ni ajira. Kama sasa hivi viongozi wa wa kwamba timu walio walivyoona kwamba vijana wanavipaji mm. kutoka sehemu mbalimbali, nafikiri sasa hivi timu zitaongezeka, na kama hata viongozi wanatoa nanilii Yani waunganishe wa, wa, wa timu ziwe nyingi kidogo mm. hata ligi iwe na, na mvuto yani, uwe na mvuto mkubwa mm. kwamba yani kuna timu kama ishirini au ishirini na tano yani kidogo ligi iwe, iwe kwenye yani mzunguko mrefu, kwa sababu ligi ilikuwa ni, ni, ni fupi mm. bado watazamaji wataza walikuwa wanataka kuendelea kuona ali burudani ilikuwa inaonyesha mle, lakini kwa sababu ya, ya, ya ufupi wa ligi ndo hivyo ikaisha. Eh, bwana asante sana kumbushia majina yako, ili mtazamaji wa Stein TV na kuangalia sasa hivi aweze kukutambua. Naam, huyo ni, uh, shabiki wa kikosi cha Rwamishenye lakini pia ni uh, mwanamichezo, ameweza kuzungumzia kwa upande wake katika swala zima la mpira wa miguu kuhusiana na ligi ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja wa Kitaba. Eh, bwana brother, mambo vipi? majina yako unaitwa nani? uwanja wa Kitaba hmm. hmm. uh, kuna ligi ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja wa Kitaba ligi ya Stein, ambao uandaaji ni Stein Media unaizungumzaje? hiyo ligi labda kiujumla, kwa kitu ambacho ulikiona, lakini kama kuna mapungufu, lakini pia unashauri nini hata awamu nyingine wakiandaa ligi iwe bora zaidi hapa? Ah, mimi naona walifanya vizuri sana kwa uandaaji, lakini pia hata walivyocheza pia walifanya vizuri hmm. Lakini kama kuna sehemu panahitaji maboresho basi wa wanaboresha, lakini si kivile kwa sababu ilikuwa bora na ilikuwa vizuri na walicheza vizuri, wale walioshiriki walicheza vizuri pia. Mpira ni ajira. Unazungumzaje vijana ambao wamepata nafasi ya kuweza kushiriki ligi hapa. um, na wazungumzia kwamba wasipoe na wasisahau kwamba kile kipaji walicho nacho labda walichotunukiwa na Mwenyezi Mungu, kama wanajisikia wanakipenda kutoka moyoni mwao, basi wakiendeleze, wasikiache, na ni ajira pia, inalipa kama unavyoona wale wengine waliotangulia, tunawaona katika Simba na Yanga kwenye vilabu vikubwa, hata nchi za Ulaya huko wameendelea na wameendelea kupitia huo mpira. Kwa hiyo na wao wasipoe, wasiue, wasi, wasi, vipaji vyao na mwisho wa siku atafika mbali. Asante sana. Sana. Jina lako niko hapa. Naam, hao ni mashabiki mbalimbali mbalimbali kuhusiana na na na na ligi ligi ligi ambayo ilikuwa inaendelea katika kata ambao katika ya Stein Mkali wa Kitaa, katika katika katika uwanja uwanja uwanja wa wa wa wa wa wa wa ya ya ya ya iliyodhaminiwa Stein TV. Bado tunaendelea mahojiano kutoka kata ambao walikuwa ninao ninao ninao mashabiki, lakini pia ni wadau wa soka, lakini pia pia wadau soka soka walimu wenye viti wa baadhi timu mbalimbali ambazo zilikuwa zinashiriki wangu wa kushoto ni Tuzungumze na mwenyekiti wa kikosi cha Kamizilento FC, japo haikushiriki lakini ni timu ambayo iko katika kata ya Rwamishenye, nizungumze naye aweze kutuambia atutoa thamini yake kwa ujumla kuhusu ligi ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja wa Kitaba. Bwana, mambo vipi? Safi kwema. Kwema kabisa. Majina yako, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Egidius Gilbert. Mm -hmm. Ni mkazi wa hapa wa Mshenye lakini pia ni mwenyekiti wa timu ya Kamizilento FC. Ah, mwenyekiti wa Kamizilento FC. Uh, sina budi kuambia mpira ni huu hapa uh, ingia kati cheza. Yaani namaanisha kwamba ligi ya Stein mkali wa kitaa uliangalia vizuri na ulishuhudia na ulifika pia mwenyekiti. Sasa unazungumziaje uh, waandaaji lakini pia unazungumziaje washiriki? Unazungumziaje vijana ambao walipata nafasi ya kuweza kucheza lakini pia waandaaji, kitu gani ambacho hakikuwa sawa ili kiweze kuweka sawa hata ligi nyingine ikija, tuwe sawa kila sekta. Uh, kwanza nianzie upande wa Stein yenyewe. Mm kwenye kuandaa mazingira ya mchezo hawakuwahi kufeli, ila pia walikofeli ambapo wanaweza kubadilisha ni wakati wanaleta zile taarifa za kupeleka vile vikosi vitakavyoenda kushiriki. Wao wanawaletea watu ambao ni wa mpira, sio wanawaletea watu wanamwambia njoo uchukue tu fomu, kwa sababu tunahitaji timu za kuja kucheza. Hapana, wafike moja kwa moja kwenye wale watu ambao wanakuwa wana zile timu ili waweze kufanyaje, kuleta zile timu pale uwanjani. Mwisho wa siku, kitakachokuja kufaidika hapo ni kwamba vile vifaa mnavyotoa kama Stein kwa mfano, kuna jezi, kuna mipira, nimeona hata viatu na socks na nini vile. Vile vifaa, endapo ligi imeisha, huwa imekuwa ikisaidia zile timu zinazoendelea kubaki mazoezini. Lakini ukitoa fomu kwa mtu ambaye ana timu, vile vifaa vimekuwa vikigawanywa mitaani bila kuendelea kuifaidisha ile timu inayokuwa ina inabaki mazoezini. Kwa hiyo turekebisha nadhani hapo, lakini kiujumla kwa kweli mko vizuri mkisharekebisha hapo. Uh, labda mapungufu mengine ambao wanajaribu kuyaona mwenyekiti katika upande wa waandaaji, lakini pia uh, pongezi kwa waandaaji pia, maana mapungufu lazima yawepo kwa sababu ni sehemu moja ya binadamu, lakini uh, pale ambapo waliweza kufaulu ili hata siku nyingine wazidi kufaulu zaidi ni wapi, ndio maana nimeanza kwa kuwapongeza Yaani mlikofeli ni hapo, ni hapo nilipozungumzia, lakini pia kwenye swala la kuperform na, na kulipeleka jambo vizuri, nimepiga mpaka naweza nikasema asilimia tisini na tisa. Hiyo moja tu ndio imewaangusha. Ah, labda mwenyekiti asilimia ah, 99 moja tu ndio imetuangusha kwa upande wa vijana ambao wanapata fursa ya kuweza kushiriki mashindano haya ah, kwa sababu mashindano na mpira ni ajira sasa hivi. Kwa hiyo unaozungumziaje vijana wale ambao wanashiriki, kitu gani wakifanya vijana waweze kutoka kisoka? Kwa maana ni mara ya tatu Stein wanaandaa na kuna timu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya Stein ambayo huenda ikafika mbali kutokana na wale vijana ambao walikuwa wanashiriki mle. Kwanza kabisa kwa yule kijana ambaye anahitaji mchezo wa mpira au michezo mingine, hasa sisi tunahusika na mpira kama Kamzilente mm. yule kijana ambaye anahitaji ni vizuri aje kabisa pale Kamzilente, tumfundishe baadhi ya vitu vya mpira. Mimi nimeenda kwenye mashindano, nimecheza sana mpira mpaka sasa hivi nacheza, lakini huwa nakutana na changamoto pale ninapoenda uwanjani. Unakuta kijana anacheza mpira, lakini aje ashiba yaani unapomgusa ameenda. Na kwa hiyo mi naonelea zaidi iwepo mm, waje washauriwe, uwepo mpaka uraji wa vyakula e, yaani tunapokutana pale uwanjani tuwe tunabishana kweli, ni wanaume kweli, ndo mpira unaweza kwenda. Lakini vijana walikuwa na kambi, mwenyekiti, kabla ya mchezo kambi zilikuwepo, lakini kama nilivyokuambia hivyo, kuna timu nyingine hazikuwa na kambi kwa sababu wale ni watu wameokotana, wamekutana, wanaenda kucheza mpira wanakuambia tunawakilisha sehemu, si ndio? Lakini kama wangekuwa wanakuja moja kwa moja kwenye zile timu ambazo zinapatikana kwenye kata yenyewe, zikapewa vile vifaa, zikapelekwa kwenda kwenye mchezo, tayari kambi zingekuwepo moja kwa moja, kwa sababu sisi hata kama ligi hazipo sisi huwa tunaendelea na kambi zetu kama kawaida. Hmm. E. Ah, Mwenyekiti, asante ah, sana nikushukuru kwa muda wako, lakini pia neno la mwisho kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi kupitia Stein Tv. Mimi naweza nikasema kwa yule mtazamaji na namshauri kabisa, sasa hivi kauli ya mjini ni kwamba bila steini Hakuna maisha. Eh, bila Stein, Stein na maisha. Hamna maisha. Ni bwana, asante sana. Asante na mimi nashukuru. Naam, huyo ni uh, mwenyekiti wa kikosi cha Kamizilent FC ameweza kuzungumza kwa kina zaidi ni amekuwa brother mwingine pia naye ambaye alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walisogea katika uwanja wa Kitaba kwa ajili ya kuweza kusupport ligi ya Stein mkali wa kitaa na kuweza kushuhudia. Vijana uh, walikuepo ni wengi sana lakini pia huyu ni shabiki, hii ni kata ya Rwamishenye, nikwambie tunazidi uh, kuzungumza nao vijana. Mambo vipi kaka? Safi. Uko fresh? Niko poa kabisa. Unaitwa nani, majina yako? Kwa majina naitwa Abduri uh. Abdumari Kiamri naitwa Abduri. Uh, Abduri wewe ni uh, mdau wa soka lakini pia wewe ni mwananchi kutokea Rwamishenye, nimedanganya? Ndiyo. Ndiyo, ndiyo, ni kweli. Uh, Abduri ulifika katika uwanja wa Kitabu kutokana na ligi ambayo ilikuwa inaendelea pale ligi ya Stein. Ndiyo. Ndiyo iliyoandaliwa na Stein Media, labda uh, changamoto gani uliona labda, uh, mbali na hapo kitu gani ambacho uliona kikakufurahisha, lakini pia mbali na hapo tathmini yako ni ipi kwa ujumla? E, mi kwa upande wangu niliangalia mpira ule dakika 90 zote mm. E, ila kwanza niwapongeze labda kwa upande wa timu zilizoshiriki zote mbili walicheza mm. Vizuri, mpira ulienda vizuri mm. Na wadhamini wetu Steni, tunawashukuru na tunawapenda sana. Ni Steni ndio habari ya mjini sasa hivi. Ah, asante sana. Labda unauzungumziaje vijana ambao wamepata fursa ya kuweza kushiriki ligi hiyo, kitu gani wakiongeze brother? Mpira ni ajira sasa hivi ndio Eh, mimi nahisi labda wajitahidi wa sana kufocus kwenye ku, kwenye kutekeleza taratibu zote za mpira ili waweze kusogea mbele kama walivyojitahidi kushiriki hivi mwanzo. Bwana Eben, asante sana brother. Kumbusha jina lako pia e, mtazamaji anaye kutazama kwa sasa hivi aweze kukufahamu na kukutambua kwa kina zaidi. Kwa majina anaitwa Abdul Mark Amri. Asante sana Abdul Malik Ambe. Naam, huyo ni uh, shabiki ameweza kuzungumzia kuhusiana na tathmini ya game ambazo zilikuwa zinachezwa katika uwanja wa Kitaba. Hapa mkono wangu wa kushoto pia ninaye mda mwingine wa soka, lakini pia huyu ni mchezaji, lakini pia ni mwalimu wa kikosi cha Kamizilente, kocha msaidizi, lakini pia ni mchezaji ambaye amecheza ligi nyingi sana, anaitwa Bwana Rama. Mambo vipi Rama? Mambo sawa, uko freshi? Niko poa bwana. Wewe kama mchezaji, wewe kama shabiki, bila shaka umesikia ligi ya Stein Mkali wa Kitaa, hata kama hujapata nafasi ya kuiangalia, lakini ulisikia ya, nimesikia kulingana na chana, niri, majukumu kwa mengi, sikuweza kuhudhuria pale uwanjani, ila nimesikia ah, Bwana Halama, tumeona e, baadhi ya wachezaji, lakini pia amezungumza mwenyekiti hapo awali kutokana na jinsi ambavyo mfumo wa uandaaji wa ligi unavyokuwa. Labda hii inaweza kuwa ni sababu zaidi, kutokana na alitoka pia. Uh, Rwamishenye kutoka ni kuto perform vizuri mm. Najua wasipofanya vizuri lazima kwenye ligi fanya ndio utolewe. Ila kuhusu swala waandaaji ni shauri kidogo. Waandaaji wakati wanapanga kuandaa ligi wanajitahidi kutembelea viwanja vya michezo na utumika make, pale kiwanja chochote kiwezi kakaa bila kuwa na timu. Fika pale, utakuta timu ile utakayokuta inafanya mazoezi pale, jua ni timu imejiandaa iko vizuri. Ila nyingine ya kuomba bwana, sisi huwa nilikuaga na timu mm. Yeye kazi anayofanya ni kusanya wachezaji tu, anajua fulani anacheza sehemu fulani sehemu fulani. Kwa hiyo anakusanyana tu anakuja anakuwa ana aana timu. Kwa hiyo tukifanya hivyo, nahisi itakuwa vizuri sana. Labda huo uh, ni upande wa kufeli kwa waandaji, kitu gani katika msimu unaokuja wakizingatia zaidi asitokea ni kuzingatia hicho tu ili mradi tu na vipaji vya kutosha. Sinaelewa najua na vijana wangu ambao tunafanya wote mazoezi pale wameweza kushiriki ila wameitwa nje ya timu sisi hatuweza kushiriki ile. Hmm, lakini, lakini ee, ni vizuri tu wanachokifanya, wanaonesha kwamba ulitoa vijana kwenye timu yako. Ni e, walitoka kama wawili hivi wameitwa na timu mbalimbali wameweza kushiriki pale. Mm. Mmoja alikuwa, alikuwa ya Kairabu kuna mwingine alikuwa ya Mgembe. Hmm. Wamekuwa washindi. Nashukuru wameweza kuonesha nini wanakipata kwa walimu wao wanjani pale. Uh, labda ushauri kwa hao wao vijana kwa maana Stein imetengeneza timu sasa hivi, uh, Stein Combine. Kwa hiyo unazungumzaje, uh, vijana? Unajua brother, mpira sasa hivi ni ajira ya, najua ni ajira sana. Na inalipa iko vizuri, nacho washauri vijana wazidi kuongeza nguvu wapambane hata leo au kesho anaweza kawa yeye, ukakuta tunamwangalia yuko mbali sana, hata ligi kuu anacheza. Tunamwangalia kwenye kideo. Eh, mapema. Bwana asante sana. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Stein TV hao ni mashabiki lakini pia baadhi ya viongozi mbalimbali kwa timu mbalimbali ikiwemo timu kama Zilente na mashabiki kutokea Rwamishenye wameweza kuzungumzia kwa kina zaidi kuhusiana na game ambazo zilikuwa zinaendelea katika uwanja wa Kitaba katika ligi ya Stein Mkali wa Kitaa iliyodhaminiwa na Stein Media. Ndio, mtazamaji wa Stein TV, uh, tupo katika kata ya Rwamishenye bado tunazidi kuzungumzia masuala mazima ya kisoka hususan ligi ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja wa Kitaba. Ligi ya Stein Mkali wa Kitaa iliyoandaliwa na Stein Media. Kwa nini tupo Rwamishenye, ni kwa sababu Rwamishenye alikuwa anashiriki katika zile kata 16 ambazo zilikuwa zinashiriki mashindano hayo. Sasa tumekuja kuzungumza na wadau wa soka, tuwe tathmini yao hususan na game ambazo zilikuwa zinaendelea. Hapa mkono wangu wa kulia, kushoto, unaona, uh, kuna baadhi ya mashabiki wameketi, watazungumzia kwa ufupi zaidi hususan na ligi hiyo ambayo katika mimi naitwa Jay Brand, lakini like pia niko na JK Director. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Mulki. Naitwa Mulki. Sitaji jina lako, utajaa? <laughs> Mwenyewe bana. Kaitaba kuna ligi ambayo ilikuwa inaendelea, ligi ya Stein, na waandaji ni Stein Media. Kwanza, unawazungumziaje waandaji kutoa fursa kwa vijana waweze kucheza mpira waonekane, ama unawashauri nini vijana? mm, sina mengi ya kushauri ila mi nawapa kwanza pongezi waandaaji wa hizi ligi, pia wajitahidi wajitahidi kuendeleza ku, hili waliolianzisha. Hivyo ah, labda uh, wewe kama mdau wa Rwamishenye. Rwamishenye bwana alitoka mtu akiwa ni mtu wa pili kwenye ligi unawazungumziaje? ilowami kama kata yako, kwa nini walitoka? vitu gani walekebishe? na nadhani kocha mkuu ni Aruna alichukua timu yake wakaenda kushiriki pale, kwa hiyo unazungumziaje? pia wafanye mazoezi kwa bidii, wawe na ushirikiano, wasikilizane, wamsikilize kocha wao, hivyo nadhani ndio kitu muhimu hicho. Labda neno la mwisho kwa mtazamaji ambaye anakutazama this summer round kutoka Stein TV mtazamaji unampa neno gani? A, neno la mwisho kwa mtazamaji anayekutazama kwa sasa hivi anayefuatilia Stein TV mdau wa soka, neno gani unamwachia? E, nawapenda sana sana. E, bwana asante sana. Naam, huyo ni umesema nani? Mulki, kama ulivyosikia, na ni shabiki wa soka kutokea hapa e, katika yeah, kata ya Rwamishenye. Nizungumze na mwanadada hapa. Mambo vipi dada Unaitwa nani? Naitwa Nusfat, hilo nataja. Ah, nadhani wewe ni mfuatiliaji pia wa soka. Uliona kidedea ambacho kilikuwa kinapita kuelekea Kaitaba, lakini pia ulisikia mshamsha za ligi ya Stein mkali wa kitaa? Eh, niliona Uh, unawambia una, una, una nini wale waandaaji? Unawashauri nini waandaaji wa hiyo ligi ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja wa Kaitaba, kwa sababu waandaaji wanavyofanya hivyo, wanatoa fursa kwa vijana ambao baadaye huenda ni taifa la kesho, waende kucheza Simba Yanga Azam Kagera Sugar na timu nyinginezo kuhusu nini? Kuhusu kidedea? Ah, sio kidedea, yaani waandaji wa ligi unawazungumziaje? Kwa sababu wanatoa fursa kwa vijana ambao huenda vijana tukawaangalia kwenye TV kwenye kideo wakicheza timu mbalimbali mbali kubwa. Ah, waandaji wametoa fursa kwa vijana ah, kitu gani ambacho nataka kuambia, pia nawambia hivi, waendelee na yani, uwe mwanzo mm. E, wasikate wasi tamaa, waendelee ku, ku nini waendelee kuandaa eh, hmm, ili waibue vipaji. Maana kuna watu wengi wana vipaji, kwa hiyo wao ndo wanatakiwa wainue vile vipaji, waendelee kuwasaidia hivyo tu. Bwana, asante sana, kumbushia jina lako ili mtazamaji anayekutazama sasa hivi apate kukufahamu pia na kukutambua. Naitwa Nusfat Marijani. Bwana, asante sana Nusfat, na umeweze kutoa tathmini yako.